nishati vijijini inayoongozwa na eh, Major General Mstaafu Jacob Kingu na kwa niaba pia menejimenti ya, ya REA eh, tunapenda kwanza kutoa shukurani zetu za dhati kwa ofisi ya Rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora kwa kutupa mwaliko wa kushiriki katika siku hii ya kitaifa ya maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma. REA ikiwa taasisi ya serikali yuko chini ya wizara ya nishati inayosimamia masuala yote ya nishati eh, vijijini. Tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa malengo yake ya dhati na madhubuti ya kuhakikisha kwamba wananchi wote Tanzania wanafikiwa na umeme na pia lengo lake pia la kuhakikisha kwamba tunapata nishati safi ya kupikia kwa wananchi wote. REA inawakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Dodoma na nje ya mkoa wa Dodoma kuja kujionea katika maonyesho haya na shughuli mbali mbalimbali zinazofanywa na, na REA. REA ikiwa kama wakara inayosambaza umeme katika vijiji, tunahakikisha kwamba tutafikia marengo yote ambao mpaka sasa hivi tumeshafikia kuweka vijiji vyote umeme na sasa tunaenda kwenye vitongoji na tutaifikisha hiyo huduma kwa wananchi wote, lakini tuna suala zima la kauli mbiu ya Mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwamba lazima tuwe tunatumia nishati safi ya kupikia. REA pia ikiwa kama wakala ambao tumepewa jukumu hilo tunahakikisha kwamba tunafikisha hiyo nishati safi kwa wananchi kama mnavyoona tunagawa majiko pia. Hapa leo mnashuhudia tuna, tuna majiko ya umeme ambayo inatumia tu uniti moja kwa saa kwa saa. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote kuja kujionea shughuli zinazofanywa na REA kwenye masuala ya umeme vijijini na pia katika masuala nishati safi ya kupikia. Kwa hivi karibuni tuna tumetekeleza mpango kwenye zile taasisi zote za umma, tukianza na magereza tumepeleka kule majiko ya kupikia yanayotumia nishati hiyo safi, lakini pia tuna mpango pia kushirikiana na wenzetu wa Tamisemi kufikia kwenye taasisi zote zilizokuwa chini ya ofisi ya Rais Tamisemi, kwenye mashule, mahospitali, yaani kwenye zile taasisi zote zinazoanza na watu mia na kuendelea, REA tutawafikia. Kwa hiyo tunawashukuru sana eh, Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana wizara husika na wizara ya fedha na wadau wote wa maendeleo kwa kutuwezesha REA kuweza kutekeleza hizi kauli kauli mbiu. Asante.